Bwana Yesu asifiwe ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Mimi ninaitwa mchungaji Michael Akio. Nimetokea Tanzania mkoa wa Arusha. Kanisa la Mashujaa wa Yesu Kristo liko Arusha mjini pembeni ya mji kidogo pale Ngaramtoni. Hapa ninaongea, niko Burundi. Nimekaribishwa Burundi kuleta habari njema za ufalme wa Mungu. Kanisa la Apostoliki hapa Burundi, Bujumbura, Eneo la Gatumba Burundi. Nina habari njema kwa ajili yako ndugu msikilizaji wangu, mtu wa Burundi yeyote unayenisikia. Ni kwa hapa nitaendelea na mkutano leo, siku ya Ijumaa na kesho Jumamosi na Jumapili, na siku ya Jumatatu nitarudi Tanzania. Kwa hiyo na habari njema kwa ajili yako leo, nataka kufundisha juu ya uwezo wa kuumba kwa neno. Neno la Mungu linaumba. Mungu aliumba kila kitu kwa neno la Mungu. Kwa hiyo, ujumbe wangu wa leo, nitakupa fundisho la kujua nguvu ya uumbaji wa neno. Kila kitu, vitu vyote vinavyoonekana kwa macho na vile visivyoonekana, Mungu aliviumba kwa neno tu. Hakuna unachokiona kwa macho ambacho kiliumbwa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kila kitu kinachoonekana kwa macho na vile visivyoonekana kwa macho viliumbwa kwa neno la Mungu. Na Mungu aliumba binadamu. Baada ya kuwaumba binadamu, wale wote ambao wanamwamini Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, anawapa neema ya uumbaji. Kama jinsi ambavyo Mungu alivyo muumbaji wa vitu vyote, na sisi Mungu ametupa mamlaka ya kufunga na kufungua kwa njia ya neno la kinywa chetu. Kwa kinywa chako unaweza kufunga na kufungua na unaweza kung'oa na kupanda, unaweza kujenga na kuharibu chochote kile unachokiona. Biblia inasema tu, nikiangalia kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa tatu, Biblia inasema Mungu akasema, iwe nuru, na ikawa nuru. Kwa neno la Mungu nuru ilikuwepo. Kwa neno la Mungu usiku umekuwepo. Mungu akasema uwe usiku, ukawa usiku; uwe mchana, ukawa mchana; mahali pa maji pawepo, pakawa sehemu ya bahari. Na milima ikawepo, kwa neno la Mungu. Kwa kila kitu kilifanywa kwa neno, vitu vyote vinavyoonekana kwa macho na visivyoonekana, vinaumbwa kwa neno. Kwa hiyo uwe makini na kinywa chako unachokiumba juu ya maisha yako. Nikinukuu kitabu cha Methali, kitabu cha Methali sura ile ya 18 mstari wa 20. Biblia inasema tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Kwa hiyo unachokitamka kitakuwa kwako. Ukitamka laana itakuwa kwako, ukitamka baraka itakuwa kwako, ukitamka amani itakuwa kwako. Biblia inasema katika Zaburi ile ya 118, mstari wa 17, Biblia inasema mwimbaji wa Zaburi akasema sitakufa bali nitaishi. Kwa hiyo alitamka sitakufa, maana yake ataishi. Kwa imani unasema sitakufa, na kweli uwezi kufa, maana umekataa kifo kwa njia ya kinywa chako. Ulimwengu wa roho unafanya vitu vinakuja halisi mwilini. Ukitaka vitu halisi kwenye maisha yako, unavitamka, unaamini ndani ya moyo wako na kwa kinywa chako unatamka. Ukisoma kitabu cha warumi ile ya kumi, Biblia inasema tunaamini kwa, kwa, kwa, kwa imani kwa, kwa mioyo yetu tunaamini na kwa vinywa vyetu tunakiri hata kupata wokovu. Hiyo unaweza kupata wokovu kwa kutamka, unaamini moyoni na kwa kinywa chako unakiri. Kwa hiyo uwezo wa kukufungua na kukufunga uko kwenye kinywa chako. Unaweza ukawa nabii wa maisha yako. Unaweza kujilaani na unaweza kujibariki. Hii neema na hii ishara inafuatana na wanaoamini. Biblia inasema kwa jina langu watatoa pepo, watashika nyoka, hata wakila cha kuficha kitawadhuru. Kwa hiyo uwezo wa imani ya kufunga na kufungua, kulaani na kubariki, iko ndani ya mtu anayeamini. Mtu anayeamini ana mamlaka kubwa ya kung'oa na kupanda, kujenga na kuharibu kwa njia ya ulimi wako, kwa njia ya kinywa chako, nikinukuu kitabu cha Wafalme wa Kwanza, ile sura ya kumi na saba ule mstari wa kwanza, Eliya anamwambia Ahabu, mvua haitanyesha kwa miaka mitatu, kwa miaka mitatu na nusu, anasema ila kwa neno langu mimi Eliya. Eliya akasema mvua haitanyesha kwa miaka mitatu na nusu, akaifunga mvua kwa neno lake Elia. Mvua ilifungwa miaka mitatu na nusu haikunyesha duniani. Mungu akamwambia sasa, ninakutuma ni nenda katika kijicho cha Kiriti. Akatuma kwenda kukaa mtoni mtoni, mtoni akamwambia pale mtoni, kwa sababu sasa ukame utakuja, maana umeifunga mvua, nitamtuma kunguru akuletee chakula pale mtoni Mto Kiriti sasa Eliya alipokwenda pale mtoni, Mungu alimwambia, ukienda pale nitaamuru kunguru. Mungu akaamuru kunguru, ndege anaitwa kunguru, amletee mkate, amletee amlete na nyama, na maji atakunywa mtoni. kipindi ukame ulivyoendelea, baada Eliya kufunga kwa miaka mitatu na nusu, kipindi kiliendelea. Kipindi kilipoendelea, ukame ukaja, ukame mkali. Baada ukame, tayari Eliya akakosa maji ya kunywa pale mtoni, mpaka mto ukakauka. Sababu miaka mitatu na nusu ni parefu, hali ya hewa ikaharibika, mimea yote tena, kila kitu kimeharibika, hakuna anayepanda chochote kinaota, kwa sababu amefunga mvuo. Na kinachofanya mimea kuota na magugu ni mvuo kunyesha kuchanganya na jua. Sasa ameifunga mvuo miaka mitatu na nusu, Elia kwa neno lake aliyopewa mamlaka na Mungu. Baada ya kufunga mvuo miaka mitatu na nusu, mto ukakauka na nusu, Mungu akamwambia Elia, sasa kwa sababu mto umekauka na kutuma, uende kwingine sasa itakubidi uende Srepta, mtamwamuru mjane akulishe kule. Elia akaondoka, kaenda Srepta kwa yule mjane. Kufika kwa mjane mmoja, alimkuta mjane amebakiza unga kidogo na mafuta kidogo, anasema ninaenda kula na mwanangu, alafu tukafe. Mpendo, mtu wa Mungu, Eliya akamwambia yule mwanamke mjane, uniandalie mimi kwanza kipande cha mkate, nile mimi kwanza. Yule mwanamke akamwambia, hapana, kwa sababu chakula kilichobaki ni kidogo, hiki kilichobaki unga ni kidogo, nikale mimi na mwanangu tukafe, na unga na mafuta yamebaki kidogo nikimimina mara moja yanaisha, na unga huu nikiandaa ni unaisha, ndio umebakia tukale na mwanangu tukafe. Mungu alichokifanya kwa Elia, akamwambia nenda ukale chakula, na Elia anafika pale bado chakula ananyimwa. Elia akamwambia kama Mungu naye mwabudu, aishivyo wa Mungu wa Israeli, huo mkate utaisha wala huo haya mafuta hayataisha. Elia ametoka kutamka, akafunga mvua miaka mitatu na nusu bado hapa anatamka tena kwamba unga uliobaki mdogo kwa huyo mwanamke mjane na mafuta kidogo hayataka yaishe mpaka siku mvua itanyesha duniani. Elia yule yule anatumia neno la Mungu kutamka. Kwa hiyo anatamka shibe yake na yule mwanamke na mtoto kwa miaka yote, wale bila kufa, wale bila chakula kwisha, wala bila mafuta kwisha, kwa neno la Elia akasema chakula hiki hakitaisha, mkate hautaisha, wala mafuta hayataisha paka siku mvua inanyesha duniani, na ndicho kilichotokea. Elia akamwambia, nipe mimi kwanza. Yule mama anamwambia, tukikila hiki chakula kinaisha. Akamwambia, sio kweli, kama Mungu wangu aishivyo, wa chakula hakitaisha. Tunakula na tutashiba, na tuendelea kukila na hakitaisha, kwa sababu nimesema hakitaisha kwa neno la Bwana. Sasa Mungu amemuumba mtu. Mungu alisema mbingu na nchi iwepo kwa neno nuru iwepo kwa neno na hapa Mungu amemuumba mtu akampa mamlaka ya kufunga na kufungua kung'oa na kupanda kujenga na kuharibu kulaani na kuba, na kubariki iko ndani ya vinywa vya waaminio. Leo unayenisikia, unayenitazama, mpendo mtu msikilizaji wangu, ukimwamini Yesu hiyo mamlaka inaambatana na wewe leo, kwa sababu imeandikwa ishara hizi zitaambatana na wale wanaoamini unaamini kwa, kwa moyo wako na kwa kinywa chako na kiri hata kupata wokovu. Ina maana kufunga na kufungua. Nina, mimi Mungu amenipa neema. Mungu amenipaka mafuta amenipa neema. Nikitamkia mtu tasa ambaye hajawahi kuzaa kabisa kwa miaka kadhaa iwe ni miaka kumi iwe kumi na tano haijalishi lakini natamka neno utasa unaondoka. Unakuta daktari amemkatisha tamaa, daktari anamwambia, hapa unavyoonekana uwezi kuzaa umefungika utakuwa hivi milele, ina maana huwezi kuzaa kabisa. Lakini kwa neno la Mungu ninamtamkia kufunguliwa, kwamba kuanzia leo kwa jina lake Yesu tumbo lako litafunguliwa. Imeandikwa katika Kutoka ile sura ya 23 ule mstari wa 25 na 26, anasema ukimtumikia Bwana sitaachilia juu yako magonjwa yote iliyowapa wa Misri, maana mimi ni Bwana nikuponyaye. Anasema sitaruhusu aliyetasa kwako, wala mwenye kuharibu mimba. Hakuna tasa wala mwenye kuharibu mimba kwa wote wale wamwamini Kristo. Kwa hiyo ninamtamkia kufunguliwa, na anafunguka, anabeba mimba, anakuwa mjamzito kwa neno la Bwana. Na kama ni mtu ambaye anaikoa, anapata miscarriage ile kuharibu mimba na, na nafunga ile roho ya uharibifu wa mimba, na baada ya kumwombea, kuanzia hapo ikitunga mimba hata haribika tena mimba bila nasema, there is no barren, there is no miscarriage. Kwa hiyo hakuna tasa wala aliye mwenye kuharibika mimba. Kwa hiyo wote, kwa neno la Mungu vyote vinawezekana. Tunaumba kwa neno, tunafunga na kufungua kwa neno la Mungu, yote yanawezekana. Kwa hiyo mtu wa Mungu leo, na habari njema kwako, unayenisikiliza unayenitazama, kwamba ikiwa unanisikia kwa njia ya redio au unanitazama kwa njia ya TV ni mahali popote lipo na habari njema leo, ukimwamini Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, unapewa mamlaka ya uumbaji Neema ema ya uumbaji itaamia kwako, nguvu ya kufunga na kufungua, nguvu ya kulaani na kubariki itaamia kwako. Maana Mungu ameumba wanadamu na amewapa wanadamu mamlaka, wale wanaomwamini. Biblia inasema Mungu atupae roho yake kuwa ndani yetu. Roho Mtakatifu anaamia ndani yako unapomwamini. Mwamini Yesu, unafanyika kiumbe kipya. Ukishafanyika kiumbe kipya, unakuwa sio mtu wa zamani tena. Baada ya kufanyika kiumbe kipya, unahesabiwa haki baada ya kuhesabiwa haki unatukuzwa, unapewa mamlaka ya kufunga chochote, kufungua chochote, kulaani chochote na kubariki chochote. Mpendo msikilizaji wangu, Mungu anawapa wanadamu neema, na mtu mwingine unakuta amezaliwa ni nabii, kwa sababu tu hujaokoka, hujui kwamba we ni nani. Na mtu mwingine amezaliwa mtume, na mwingine amezaliwa mwalimu au mwinjilisti. Umezaliwa una vipawa vya kimungu ndani yako, umezaliwa na mamlaka ndani yako, umezaliwa ni mtu wa kusudi katika maisha yako, hali kwa sababu hujaokoka, hujajua wewe ni nani kwenye maisha yako. Hakuna yeyote bila Mungu kupanda kitu ndani ya maisha yako anayejiweza. Unaweza ku, ku, kubadilika maisha yako, historia ya maisha yako inaweza kubadilika baada ya kuamua kuokoka maisha yako yatabadilika, utafanyika kiumbe kipya, na chochote kinachokutesa katika maisha yako kuanzia hapo kitaondoka. Mungu anaweza kukuponya baada ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yako, utafanyika kiumbe kipya, na hata baada ya mimi kuomba kwa ajili yako, vifungo vitakuachia, kwa sababu Mungu amenipa mamlaka. Katika Mathayo 18:18 Biblia inasema nimewapa mamlaka, mtakalolifunga duniani litafungwa hata na mbinguni. Na mtakalo ulifungua hapa duniani na mbinguni litafunguliwa. Ikiwa na maana kwamba utakalo liomba duniani we mwenye neema ambaye umemwamini Yesu, utakalo liomba duniani baada ya kumwamini Yesu unapewa mamlaka pale pale. Kuomba na kufunga na kufungua sio kwa kila mtu. Ni mtu aliyemwamini Yesu peke yake ndiye anapewa hii mamlaka. Hii mamlaka inaambatana na waaminio. Ishara za kukemea pepo na kuharibu kazi za ibilisi kwenye maisha yako zinaambatana na waaminio. Wale wasioamini ishara hizi hazipo kwao. Ni mpaka umemwamini Yesu. Usipomwamini Yesu ina maana huna haki ya kupewa mamlaka. Ukisoma kitabu cha Luka sura ile ya 10 mstari wa 19, bila inasema, kwa wanaoamini nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna cha kuadhuru cha kuadhuru akitakuwepo, kwa sababu Yesu Kristo anasema katika Yohana 15 mstari wa 7, akae ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yake, akiniomba lolote kwa jina langu nitalifanya kwao angalia sasa, ni mpaka uwe ndani ya Yesu na Yesu ndani yako. Kwao ukimwamini Yesu na Yesu atakuwa ndani yako, na ukifunga chochote kwa kutamka, kama Elia alisema naifunga mvua kwa maneno ya kinywa chake, akaifunga mvua. Baada ya kuifunga mvua, ni kweli ikawa imefungwa. Alipoifungua tena ikawa imefunguliwa. Elia alifunga mvua. ukisoma kitabu cha Yakobo sura ile ya 5, mstari ule 17 na 16 17, na 18, utamwona Yakobo nani, Elia akiomba mvua ameifunga yeye na akaifungua. Elia huyo huyo, yeye aliyeifunga mvua wa miaka mitatu na nusu, yeye ndiye alikuja kuifungua tena, na dunia ikaanza kuzaa mimea na chakula kianza kuja duniani kwa neno la Elia. Baadaye nitakupa namba za simu ili tuweze kuwasiliana, niweze kusaidia upate neema ya kusimama na Mungu, ili maisha yako yabadilike na nikuombe maisha maishayao yalivyo tena historia, maisha yako yatabadilika baada tu ya kuombea. Aijalishi unapita kwenye mapito ya gani ya maisha, nini kinakulemea, unateswa na dhambi, unateswa na ulevi, unateswa na zinaa, kila aina ya dhambi inayokutesa, magonjwa sugu ya ambayo daktari amekutishia kwamba hayo hayana dawa. Kwa Yesu magonjo yote yanadaa. Katika kitabu cha Luka, ile ya Biblia inasema kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu, yote kwa mungu yanawezekana. Katika Marko 9:23 23 Biblia inasema yote yanawezekana kwake yaaminiye. Kwao kila kitu kisichowezekana kibinadamu, kwa mungu vyote vinawezekana. Unapaswa kuamini kwamba mungu anaweza kufanya chochote kwa njia ya kinywa chako. Kuna nguvu katika kinywa chako. There is power in your tongue. You can create death and life through your mouth. You can preserve your life. You can also destroy your life. Ukaweza, unaweza uka, ku, ku, ku, kufunga na kufungua. Unaweza kulaani maisha yako, unaweza kubariki maisha yako, unaweza ukawa unabiwa maisha yako. Kuna neema kwenye mdomo wako wewe, sio mwanadamu wa kawaida. Mpendo msikilizaji wangu, nifuatilie kwa makini, nitakupa mabadiliko ya maisha kwa njia ya tamko. Nikiomba maisha yako yatabadilika kuanzia ya hapo, au utabakia jinsi ulivyo. Tena nakuhakikishia yote yanawezekana. Kile ambacho kwako unaona ni kigumu leo, unatakiwa utumie imani. Biblia inasema kwa imani mbingu na nchi zilifanyika, kwa imani vitu vyote vinavyoonekana kwa macho na visivyoonekana vilifanywa kwa neno la Mungu Mungu akasema katika Mwanzo moja, sawa sawa na kichwa changu cha somo, iwe nuru na nuru ikawepo. Kwa kutamka kwa Mungu ikawepo nuru, kwa kutamka kwa Mungu kawepo sehemu ya milima, kwa kutamka kwa Mungu sehemu ya bahari ikawepo, kwa kutamka kwa Mungu giza likatokea, kwa kutamka kwa Mungu nuru ikatokea, usiku ukatokea na mchana. Kwa kutamka kwa Mungu vili vitu ambavyo vionekane vikafanyika, kwa maneno, kwa kutamka na vile visivyoonekana kwa kutamka vikawepo. Na umeambiwa kuna ugonjwa mgumu, aidha umeambiwa una pressure, una sukari, una vidonda vya tumbo, una ugonjwa maumivu ambayo hayaishi kwenye mwili wako. Baada ya tamko moja, maisha yako yatabadilika, historia maisha yako itabadilika. Una roho ya kukataliwa, unakosa kibali, unatafuta kazi kwenye maisha yako, ukubali upote unapoingia iko neema kubadilisha maisha yako, nitakutamkia kibali kama ilivyo Elia alivyosema iwe nuru na nuru ikawa, ndivyo itakavyokuwa kwako leo. Historia ya maisha yako itabadilika baada ya maombi yangu, nitakachokitamka kwako kwa, historia ya maisha yako itabadilika. Kwa sababu gani? Mamlaka imewekwa kwa kila anayeamini, mimi na muamini Yesu na amenipaka mafuta kwa ajili ya kufungua waliofungwa na kuwaacha huru walio seto. Roho Bwana iko juu yangu kufanya kazi hiyo leo. Kwa hiyo kazi nayokupa leo ni kazi ya kuamini kazi yako kuamini tu. Leo mwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako na maisha yako yatabadilika, utakuwa mtu mwingine ghafla. Tukiangalia kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amegeuka kuwa kiumbe kipya, ya zamani yamepita, tazama amekuwa mapya. Una uwezo wa kuwa kiumbe kipya, kuwa mtu mwingine, kubadilishwa mtu wako wa ndani, maana baada ya kumwamini Yesu utakuwa ulivyo tena, utakuwa mtu mwingine kwa kubadilishwa kuwa kiumbe kipya, kwa kuzaliwa mara ya pili, mtu wa ndani ya kibadilishwa, mamlaka inaambatana na wewe, nguvu ya kufunga na kufungua inaambatana na wewe baada ya hapo. Kwa hiyo neema hiyo inakuwa juu yako. Nitakupa namba zangu za simu baada ya hapo, nitakuombea na utamwona Bwana. Naanza na namba ya Voda ile 0754 ya Voda hiyo 27 sifuri sifuri 41 hiyo ni namba ya Voda. Nakupa namba ya Airtel ni sifuri 6 96 37 71 66. Hiyo ni Airtel. Sasa nitarudia namba ile ya Voda iliweze kukumbuka vizuri. 0754 27 00 41 hiyo ni namba ya Voda. namba ya Airtel ni 0696 37 71 66 ambayo ni 66. Hizo namba mbili, tunaweza tukawasiliana kwa msaada wa maombi zaidi ili Mungu aweze kusaidia maisha yako uweze kutoka kwenye hali ulionayo sasa. Nataka niombe kwa ajili ya wewe, msikilizaji wangu, unayenisikia unayenitazama, na popote unaposikiliza kwa njia ya redio na nitazama kwa njia ya TV, naomba kwa ajili yako sasa, ili Mungu abadilishe historia ya maisha yako. Chochote kinachokutesa, nataka nikuombee ili umwamini Yesu na baada Yesu, ya kumwamini Yesu nitakuombea maisha yako, maisha yako yatabadilika. Na baada ya hapo nitakuombea baraka za Mungu kukufungua kwenye kila aina ya kifungo kinachokutesa. Sema maneno haya baada yangu. Sema, Bwana Yesu, ninajua ulikufa msalabani kwa ajili ya wenye dhambi, mmoja wao ni mimi. Nataka leo kumwamini Yesu, awe Bwana na maisha yangu, awe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo nimeokoka. Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndugu msikilizaji wangu, kwa maneno hayo sasa umeokoka, utulivu wa moyo <coughs> Wagonjwa wengi nimeona wamefunguliwa na huyu Yesu, rafiki wa kweli. Nataka niombe kwa ajili yako, mapito yote unayoyapitia Mungu akuweke huru, mbali na kila mapito unayoyapitia katika maisha. Naomba kwa ajili yako sasa, katika jina la Yesu wa Nazareti ali hai Natamka kwa mamlaka iliyopewa ndani ya Kristo, kila unanitazama popote ulipo na isikia sauti hii, mkono wa Bwana Yesu uwe juu yako kuanzia leo. Ninaharibu kila roho ya uharibifu iliyo juu ya maisha yako, maana imeandikwa katika Matayo ile sura ya kumi na tano ule mstari wa kumi na tatu kwamba kila pando asilolipanda Mungu wa mbinguni litang'olewa. Kuanzia ninaamuru kila pando ambalo ibilisi amepanda kwenye maisha yako ling'olewe kuanzia leo, kwa jina la Yesu. Kila kazi ya uharibifu ya mateso, roho ya kukata tamaa uliyo nayo, inayokurudisha nyuma, inayokatisha tamaa na kwenda kinyume chake, kwa jina la Yesu na laani kila aina ya magonjwa sugu yanayotishia maisha yako, roho yoyote ya hofu na mashaka uliyo nayo kwenye maisha yako naikemea, na ikemea na isambaratisha kuanzia leo, na kutamkia uzima, na kutamkia amani, kwa mamlaka aliyopewa ndani ya Kristo <coughs> inangua kila pando ambalo ibilisi amepanda kwenye maisha yako, kila kazi ya mateso, magonjwa sugu iwe ni high blood pressure, low blood pressure, kila roho ya mateso, madonda ya tumbo, hofu, mashaka, roho za laana na mikosi na kila kifungo kilichofungwa maishani mwako, maneno liyotamkiwa laana, kwamba utafanikiwa, umetamkiwa utaendelea mbele na kutamkia kuendelea mbele na kutamkia amani kwa jina la Yesu wa Nazareth aliye hai. Unahuzuni na masikitiko kwa ajili ya mahusiano yakukuwa mabaya, leo naamuru kwa mamlaka liyopewa ndani ya Kristo mahusiano ya yako sasa yawe na amani kwa jina la Yesu. Na amru kila roho isiyotokana na Mungu iliyoingia kwenye maisha yako na familia yako iharibiwe kuanzia leo na kwenda kinyume na, na maradhi sugu, mateso sugu, hofu na mashaka juu ya maisha yako iharibiwe kuanzia leo. Neema ya Mungu juu yako. Bwana akuponye, Bwana akupe amani, Bwana akupe furaha, abadilishe maisha yako. Nuru ya Kristo iangaze ya maisha yako, maana imeandikwa, Kristo Yesu ni nuru ya ulimwengu. Wala walagiza alikumweza Yesu aliyeasili ya nuru alete nuru kwenye maisha yako kuanzia leo, na ondoa giza kwenye maisha yako kama Mungu alivyosema iwe nuru, na nuru ikawa. Na nami naamuru giza kuondoka kwenye maisha yako, nuru iwe juu ya maisha yako kuanzia leo. Na kutamkia kuendelea vizuri, na kutamkia amani kuanzia leo, na kutamkia ushindi kuanzia leo, na kutamkia ujasiri kuanzia leo, katika jina la Bwana Yesu. Pokea amani, Mungu akupe amani na uendelee vizuri kuanzia leo. Mungu wa amani akubariki sana. Mimi naitwa Mchungaji Michael Akio, kanisa la mashujaa wa Yesu Kristo. Kama nilivyosema hapa nimealikwa na Abuja News TV hapa Bujumbura Burundi, ndio walionialika kuhubiri. Kwa hiyo hapa niko hewani kupitia Abuja News TV ya hapa Burundi Bujumbura. Na hapa sasa nitakupa namba zangu za simu ili watu wa Bujumbura waweze kunipata na Watanzania. Nitaanza na kodi na namba inayoanza na sifuri, inaanza na jumlisha alafu naweka 2557 alafu tano nne namba ya voda hiyo namba ya voda alafu ishirini na saba sifuri sifuri arobaini na moja hapo sasa ukianza na kodi namba utanipata wa, wa Bujumbura unaweza kunipata na Tanzania ambayo unaanza na jumlisha mbili tano, tano alafu naweka saba alafu tano nne ishirini na saba sifuri sifuri arobaini na moja hiyo ni namba ya voda, utanipata kwa namba hiyo. Hapo ni Abuja TV hapa Bujumbura mjini. Alafu nakupa namba ya Airtel vile vile, nitaanza na na jumlisha 255 696 37 71 alafu 66. Hiyo ni Airtel. Naanza tena Airtel nijumlisha mbili tano tano kodi namba hiyo, alafu nakuja namba ni sita tisa sita, alafu thelathini saba sabini moja sita sita, hiyo ni Airtel. Utanipata ukiwa Bujumbura, ukitumia hiyo namba utanipata nikiwa Tanzania vilevile, Watanzania. Utanipata Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ni namba zangu za mkononi, unaweza kunipata kwa namba hizo. Na kwa leo tunaendelea na mkutano pale hapa hapa e, Bujumbura Gatumba pale Gatumba mjini pale, tutakuwa tunakutana leo jioni, tunaendelea na kesho Jumamosi na Jumapili, tutamaliza na siku ya Jumatatu nitarudi Tanzania. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu awabariki sana. Karibuni mkutanoni. Mungu anaponya tena, anaokoa mambo yanafanyika pale, sio mambo ya kawaida. Njoo ujionee mwenyewe mambo Mungu anafanya pale uwanjani Gatumba. Mungu anaokoa na anaponya. Karibuni sana. Mungu amani awabariki.